Ninaitwa Jafet Zefania Ngamba, mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, kata ya Chanika, mtaa wa Kimwani Alakoa kwa Marota. Ndio nimeanza ujenzi mdogo mdogo ambao uko mbele hapo, ndio nipate huduma kubwa ili ya kuweza kuhifadhi hata wagonjwa. Kwa maana ninaomba msaada ili nisaidie, kwa sababu mtu ametoka Arusha, hamna sehemu ya kumweka ingine yaani, yametoka Morogoro wapi, napata changamoto kweli, wengine wafikishwa usiku, kuna sehemu maana ajali mda wote inatokea. Wagonjwa ambao wanapata taarifa na wananyanyuka kuja hapa, unawahakikishia nini? Mimi nachohakikishia tu, kwa sababu wenyewe ndio wanakuja hapa, wanaona mafanikio, wanapona kwa haraka, wenyewe ndio wana anatangaza taarifa sehemu bwana, mimi nimeponea hapa. Unashukia tu huko sehemu, napigiwa simu, bwana, mimi nimepewa namba na fulani uliwahi kumtibia alivunjika mgongo. Ni kitu gani ambacho unakitumia kufanya mawasiliano ili wagonjwa wakufahamu zaidi? Namba ya simu nayotumia ziro saba sitini na saba thelathini na tatu thelathini na tisa sabini yangu ya nayopatikana kwa ajili ya huduma. Wanapofika waulizie mtaa wa Kimwani barakoa kwa Malota kata ya Zingiziwa, wanapofika Chanika misheni na ile stendi ya Mbagala. Mgonjwa anapofika pale aulizie mtaa wa barakoa Kimwani kwa Malota, napatikana ndio ofisini kwangu hapa. Kwa jina naitwa Atibu Isa Mdoe, ni, ni mjumbe wa shina wa shina namba mbili barabara ya Mtambani mtaa wa Kimwani hapa mtaani kwangu. Tunashukuru Mungu kwamba ametuwezesha vizuri. Tuna kijana wetu anaitwa Ngosha, yeye ni daktari wa mifupa kwa kutumia dawa asili, na tunashukuru kwamba maendelezo yake kuhusu swala la wagonjwa ni mazuri sana, na wagonjwa wanapona, na bado tunahitaji kupanua ofisi hii ili iwe kubwa zaidi ya hapa, kwa sababu mpaka sasa hivi bado haijakidhi mahitaji ya wagonjwa ambao wanakuja hapa. Na vile vile, siko peke yangu, nina mwenyekiti wangu wa mtaa wa chama, naye nitamkaribisha ili azungumze na wananchi hawa, ili mjue kwamba yuko mwenyekiti wa chama wa shina, ndugu Shabani Ramadhani na Ramadhani. Neno langu la mwisho, naomba yoyote yule anayetusikia na atakayetuona, tunasema kwamba mtaani kwetu barabara ya Mtambani, Kimwani, Chanika, tunayo ofisi nzuri kama hii. Watu wanatoka mbali sana, wanakuja kwa ajili ya huduma za hapo. Kwa majina anaitwa Ramadhan Shabani, Shabani, mwenyekiti wa tawi la CCM Kimwani Kusini. Ujio wangu hapa ni kuja kushirikiana na jambo hili ambalo ni mahususi kabisa kwenye eneo letu la mtaa wetu na jamii yetu, kwa sababu mimi mwenyewe nisingekuwa shahidi wa yanayofanyika hapa, ingewezekana kuwa mgumu kidogo kufika, lakini kwa dharura mbalimbali ambazo zinatokea za maumivu ya mifupa kwa maana ya kuvunjika au kuteuka, ni shahidi kwa kia Mungu, amemleta mtu au watu zaidi ya wawili kuja kushughulikiwa na bwana na kwa muda mchache nikapata majibu sahihi ya ile tatizo ambayo nimeleta. Kwa hiyo kuna wakati vitu hivi vinavyofanyika inaweza kaonekana kama kuna watu wanatengeneza story lakini mimi kama mwenyekiti wa chama kwa ushuhuda kabisa na, na mimi mwenye mtuangu, mwenyewe ndio tukio limenikuta kwa maana ya mtu wangu nimemleta mwenyewe hapa. Na sikuwa na imani ya kile ambacho nakifanya, lakini kwa majibu yake au matokeo yake leo nimebidi nije kushirikiana naye kwa maana ya ile tukio lake la uzinduzi, ili tu watu wengine wajue kwamba hili jambo lipo na lipo sahihi na linafanya kazi kulingana na hali ambayo tutakuwa nayo, kwa hiyo kikubwa nimpongeze Ngosha eh, kwa sababu tunashirikiana naye kwa mambo mbalimbali lakini eh, na yeye baada ya kuwa na zoezi hili pia tunaendelea kushirikiana naye. Nimpongeze na niwaambie watu wasiwe na hofu kwenye jambo hili eh, ni jambo sahihi na ni jambo ambalo linafanyika kwa namna ambavyo yani ni nzuri, haiumizi na kuna baadhi ya watu nimekutana nao leo, nimeshangaa kuona wengine wametoka hospitali wamekuja hapa, kwa maana kuja kubadilisha au kuongezea kila walichopata hospitali, kuja kuendelea na matibabu mengine. Hatusemi kwamba hospitali watu wasiende, hapana, lakini unaweza ukaja hapa ukapata nafuu, kaenda kuongezea hospitali, unaweza kaenda hospitali ukapata nafuu, ukaja kuongezea kulingana na hali uliyokuwa nayo. Kwa kitu cha msingi ambacho nimeona nikizungumza kwenye tukio hili muhimu wa uzinduzi wa ofisi hospitali hii ambayo ipo kwenye eneo la tawi langu, na niseme tu ilikuwa naye mwenyekiti aje na nafikiri anaweza kaja wa serikali ya mtaa, kwa sababu pia naye anafahamu ile jambo ile, ana dharura kwa maana hivyo alivyoniambia mimi, kama tawai basi atafika, lakini kumtaja mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili watu wajue kwamba na yeye analifahamu hili jambo na ni jambo sahihi. Bado sisi, toka limeanza alijatuletea athari yoyote kwenye eneo letu na wala hatujapata maneno tofauti.